Jinsi ilivyo kwa wadudu wengi, maisha ya kipepeo huanza kama yai. Anatoka kwenye yai kwa umbo la kiwavi. Baada ya miambuo minne, kiwavi huwa bundo. Ndani ya bundo hugeuka kuwa kipepeo anayetoka na kutaga mayai tena. Mzunguko huu kwa ujumla unaitwa metamofosisi. Vipepeo huishi kwa muda mfupi ula kiowevu pekee hasa chambochi wa maua. Vipepeo wana kizazi kimoja au vizazi kadhaa kwa mwaka, hutofautiana kutoka sehemu moja mpaka nyingine, huku maeneo ya tropiki yakionekana kuchochea uzazi wa kiasi kikubwa. Mayai ya vipepeo huwa na gamba gumu litwalo karion. Gamba hili limezungukwa na nta inayozuia yai lisikauke kabla ya lava hajakuwa vizuri.